Kama kuna mwanaume anatoka kwenye jamii yenye mila zenye misimamo ni mimi. Hivi, wa Wamasai mnawajua ninyi, lakini nimekuja kujifunza. Mikono hii haijawahi kukatika nilipoosha vyombo, nilipomsaidia huyu mama kusonga ugali, haujaniondolea wanaume wangu nilipo nilipomsaidia, oke okay, basi wao wamefua hizo nguo, mimi nilipochukua nikaanza kuzinyoosha, hakujaniondolea chochote. Wanaume wa Kiafrika tunatoka kwenye tamaduni ambazo sisi ni wakufanyiwa tu, matokeo wa yake tunawalemea hawa watoto wa watu ndani ya nyumba, wanakuwa kama watumwa. Huyo mke huja... Ndoa ni taasisi takatifu iliyoanzishwa na Mungu ambayo Mungu anataka kwamba ndani yake tufurahie, ndani yake tupate utoshelevu ambao hatupati mahali pengine. Lakini nataka nikuambie leo, utoshelevu huo unapatikana pale ambapo ndani ya ndoa yako unakaa mkao wa kuhudumia kuliko mkao wa kuhudumiwa, mkao wa kutoa kuliko mkao wa kupokea na kupewa. Na ninyi kina mama, mkisaidiwaga basi mwe na shukurani.